Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wetu, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo. Na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Tanganyika na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Nyasa, pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatajwa kuna mawimbi makubwa kiasi, wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha ongezeko la viashiria vya mvua hasa katika maeneo ya ukanda wa pwani, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo yawepo vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo machache ya mkoa wa Tanga, pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi,